usiache wewe kufanya ibada mwezi huu kumi lote, ukasubiri ishirini na saba. Utaharibikiwa, funga kibwebwe. Mtume ilikuwa ikiingia e, kumi la mwisho hupania lote, atege ishirini na saba, ingawa ametuhimiza sana kwamba inategemewa sana ishirini na saba kuwa ndio, lakini sio lazima iwe hivyo. Usitembee usiku wote kumi lote la mwisho, pambana kisawa sawa, wala usitegee wewe, pambana pale Allah atakapokuruzuku uhai na uzima ukamaliza uka, uka siku zote hizi, bila shaka, garanti umeipata Lailatul Qadr. Achana na watu wanaotegeategea tegea 27, 27, achana nao. Sasa kwanza kabla sijasoma kitabu ili kukupa ilmu na kuhesabia haya maneno lakini, lazima ni kuhesabia ili ujue kwamba hichi kinachoendelea hapa si elimu, ni maneno tu ya kimitaani kawaida. Bismillahirrahmanirrahim. Hii unayoona hapa inaitwa Suratul Qadri, yani ni sura ya 97 ina adadi ya aya ni tano. E, anasema hivi, inna tunahesabu haya maneno. Yaani kilichonieka hapa hiki kitu si muhimu sana mimi kukaa hapa eti kuzungumza. Mwezi mzima wa Ramadhani huu natumiwa video za watu nyingi zinazotaka kujibiwa. Sijajibu hata video moja. Lakini hii hii siwachi. Yaweza kupoteza watu sasa. Haya maneno huyu asema inna ni moja hapa. Hakuna neno moja hapa, pana maneno mawili. Sasa asa, mimi sitaki kuhesabu kama yeye yeye alivyohesabu, ndo kashahesabu kashapata 27 hebu tuhesabu kielimu. Sasa ni 27 kweli? Tukifika kwenye hia 27, inna pana maneno mawili, kuna inna na kuna ismu inna. Inna maneno mawili, anzal la tatu na la nne Hu, la tano fi la sita lailati la saba la alqadri la nane. Mpaka hapa tuna maneno nane, tayib. Wama tisa na kumi, wama wama wa ma tisa na kumi, adraka kumi na kumi na moja, adraka kumi na kumi na moja

24, 25, aha, 26. Na hapo nazichanganya hizi dhamiri nikizifarakanisha baina ya dhamiri na hiyo herufi, unapata dalili nyingine kwa mujibu wa wajihi mwingine wa irabu. Yani mimi napita wachi fulani wa irabu, kuna waji mwingine ukipita wa irabu zinadadavuliwa dhamiri yani, dhamiri ikiungana na herufi yani, au alama. Kisha akasema Uh, ilikuwa 21, 22, 23, 24, 25, 26 tumefika. Haya. B 27. Idhni 28. Rabbi 29. Him 30. Nimesema naichanganya dhamiri yote. 30. Min 31. Kulli 32. Amrin 33. Salamun 34. Hiya 35. Haya. hatta 36 matla'i 37 alfajr 38. Hapo ndo nimehesabu kwa wajhi huo nilohesabu mie wa i'rab, maneno ni 38 na neno la 35 ndio hiyo hiya. Kwa upande huo wa kwanza unaona wazi kwamba imeanguka. Usiambiwe wewe 27, 27 akili e, yako yote ukaiweka kwenye 27. Halafu kama ni 27 27 27 27 ipi? 27 ya wale walioanza kufunga mwanzo au 27 saba yenu nyinyi mloanza kufunga mwisho ipi? Maana usiku huni mmoja tu. Na wewe wasema, eh, eh, 27, okay, tunakaa sasa 27 yetu sisi tuanza kufunga mwanzo ama 27 yenu nyinyi ipi hapa? Na wewe ushahesabu ushasema hia ni ile 27 27 ipi? kokowaji huu nimeibatilisha. Kwanza hoja hiyo kwa msingi huo, kisha sasa nakuja kwenye kitabu, na hapa ndipo nilipokuwa napataka, ili nikupe ilmu, ewe ndugu yangu Muislamu, popote pale unaponisikiliza, yasikilize vizuri maelezo haya. Yanasomwa na msomi mtaalamu, muheshimiwa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti' ala Zadi al-Mustaqni' katika juzuu ya 6 kwenye ukurasa nambari 492. Sikiliza maelezo haya vizuri, huenda usichukuliwe na wimbi la wazungumzaji kwa matamanio ya nafsi zao wakakupotezea ibada zako. Asema, almabhathu rabi' hal leilatul qadri fi lailatin wahidatin kulla am au, au tantaqib. Je, hii leilatul qadri inakuwa ni kwenye usiku mmoja tu kila mwaka, au huwa inabadilika badilika na kuondoka ondoka, leo imekuja hapa, kesho pale? Au ni usiku mmoja tu 27, 27 tu ndio inakuwa hivyo? Sikizeni vizuri haya maelezo eh. Anasema fi hadha khilafun bainal ulama, katika masala hii kuna khilaf, tofauti baina ya wanavyoona wa sahih na kauli iliyokuwa sahihi kwa kila msomi atabaini, annaha tantaqilu, kwamba usiku wa Lailatul Qadr unaondoka na kubadilika badilika, fatakunu aaman aman lailata ihda wa ishirini. Kwa hivyo inaweza ikawa kwa mwaka fulani ni usiku wa 21 Ramadhani ya 21, na ishatokezea si mara moja, si mara mbili, kwa dalili alizotaja Mtume usiku wake unakuwa hivi na hivi na tukiamka asubuhi jua linakuwa hivi na hivi. Si mara moja si mara mbili tushaona, 21 inakuwa hivyo wa aman lailata uh, 29, na, na, na mwaka mwingine inaweza ikatokezea ni 29 na, na ishatokea vile vile wa aman na mwaka mwingine lailata 25, usiku wa 25 uh, wa aman lailata 24 na wakati mwingine tokea Uh, 24 wahakadha wahakadha yatokezea. Yani, hiki kitu wewe usikihadid 21 20, 20 ngapi, usikihadid usikidhibiti, waache watu wafanye bidii, wapanie katika kumi lote hili la mwisho. Usiwaambie watu 27 27, salamun hiya la, tusiwaambie watu hivyo, yaweza kutokezea pahala popote. Lailatul Qadr asema liannahu kwa sababu la yumkin, haiwezekani. Jama al ahadith al warida, kuzikusanya hadithi zote zilizokuja haiwezekani. Ila isipokuwa itawezekana kuzikusanya hadithi hizo ala hadha alqauli al, kwenye kauli hii tulioitaja ambayo ndo kauli yenye nguvu. Ukizikusanya hadithi zilizokuja zinazosema eh, huwezi kupata jawabu moja kwamba lazima iwe 27. Wakati mwingine hadithi zinasema hivi. Wakati mwingine, hadithi zinasema hivi. Kauli ya salama kusema lailatul qadri yaweza kutokezea popote katika kumi la mwisho, finish finish. Asema lakini lakini, arja allayali, usiku unaotarajiwa zaidi, lailata 27, ni usiku wa 27, watarajiwa, watarajiwa. Hakuna dalili ya mkato eti tukihesabu maneno tutafika kwenye hiya 27. Hamna hiyo kitu Ninachokipinga hapa sio kwamba haya maneno hayasemwi au kwamba haya maneno hayajawahi kuandikwa kwenye baadhi ya vitabu. Ninachokipinga sio hiko. Ninachokipinga sio sawa, iwe wanasema baadhi ya mashehe au iwe yameandikwa katika baadhi ya vitabu. Ninachokipinga mimi sio sawa, huwezi kuhesabu maneno kwa mfumo kama huu ni kupangua nidhamu ya Allah subhanahu wataala katika mpangilio wa maneno alivyoyapanga ya fasaha ya lugha ya Kiarabu. Haiwezekani neno uh, hiya liwe ni neno la 27 kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu ilivyo. Kwa hivyo kama kuna watu wametangulia kusema kabla ya huyu au kuna pahala pameandikwa, ninachokipinga mimi si kwamba haijaandikwa au kwamba haijasemwa. Napinga sio sawa kiusomi hasa, huwezi kuhesabu maneno alafu ukayapate katika idadi hiyo. Kwa hivyo, yatarajiwa sana usiku wa 27 kuliko hizi siku nyingine. Hilo ni kweli, wala tataayan fiha. Lakini anasema hailazimu iwe lazima 27, kama yadhunuhu badhu nnasi, kama wanavyodhania baadhi ya watu. Sikiza anavyosema wala tataayan fiha lailatul qadri, hailazimiki special iwe pale kwenye 27, twatarajia tu, tu kama wanavyodhania baadhi ya watu fayambaghi, fayambani ala dhannihi hadha. Kuna baadhi ya watu hujengeka kwenye dhana yao jambo hili 27, shekhe anasema, anasema yajengeka mtu kama huyu kwenye dhana yake, ani yajtahida fiha, ajitahidi sana katika ule usiku wa 27, kathiran, kwa wingi eh, wayafturu fi ma siwaha min al layali, na anafanya uvivu na uchovu katika mausiku mengine ukiachia usiku wa 27, na huenda siende saa, tarawe, wala kwenye tahajjud isipokuwa usiku wa 27. na kuna baadhi ya watu wanafutarisha mwezi 27 kila mwaka nini lailatul qadri hivyo mbona, hizi nyingine hakuna. Sasa shika vizuri, asema wal hikmatu min kauniha tantaqil, na hikma iliyowekwa na Allah kwa kuwa huu usiku unabadilika, mara mwaka huu hivi, mara mwaka huu. Hikma gani? Kwa nini Mwenyezi Mungu ufiche, usijulikane kwa wapi? Asema annaha, ni kwamba law kanat fi laylatin muayyana, lau ungelikuwa huu usiku wa lailatul qadri katika siku maalum, yajulikana ni hii

Eti itikafu itikafu siku siku, kwa nini watu msikitini? na yajulikana moja tu, maneno mazuri sana ain idha kana tumuntakila, lakini ikiwa huu siku waondoka, wabadilika wabadilika badilika waswara kullu lailatin yuhtamalu an takuna hiya antakuna lailatul qadr, na ikawa kila usiku yatarajiwa kupatikana lailatul qadr kila usiku wa kumi la mwisho. Usiku wowote watarajiwa kupatikana ndani yake lailatul qadr. Kwa vile imekuwa hivyo, swara linsanu yaqumu kulla alashar. Hapo sasa atakuwa mwanadamu anasimama siku zote zile kumi. Wa min alhikmati fi dhalik, na miongoni mwa hikma katika jambo hilo, anna fihi ikhtibaran linashiti fi talabiha min alkaslani, kwa ndani ya hichi kitendo kuna majaribio kwa mtu mchangamfu mwenye kupenda kufanya ibada au tafute ule usiku kwenye siku kumi zote, na wajulikane nani wavivu, wanaomtegea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya'budu Allah ala harf, amabudu Mwenyezi Mungu nchani nchani, yani kana kwamba ashindana naye amtegea, hivi pale nitakuja pale. Si hikma ya kufichwa tul qadri ili wajulikane katika orodha mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa si wafanyaji ibada, hawa wategeaji watajulikana na wafanyaji ibada kweli kweli wataonekana, hawa wamejipinda kisawa sawa mwanzo mpaka mwisho. Hii ni hikma ya Allah subhana wa ta'ala, hikmatun baligha, ni hikma kubwa ya Allah kuficha usiku wa al-Qadr usijulikane hasa uko wapi. Kwa hivyo ndugu yangu muislam, hii video nimeifanya kwa dharura, kwa ajili yako. Ukiipata msambazie na mwenzio. Hakuna masala ya kuambiwa lazima lailatul qadri hapa na, na kilichoniweka misi pingi msimamo wa watu wanaopa nguvu mwezi 27, zimekuja hadithi zenye kutilia nguvu hivyo, lakini sio hizo tu, zimekuja hadithi nyingine zinataja vingine. Ndio maana Ibn Uthaymeen anasema sikiza maneno haya, asema la yumkin, haiwezekani, jam'u al ahadith al warida, kuzikusanya zile hadithi zote zilizokuja kwenye masala ya Lailatul Qadri, haiwezekani tusikusanye isipokuwa tuzikusanye kwenye msimamo huu kwamba yawezekana ikawa kweli 27 saba kwa mujibu wa hadithi saba, ya 27 yaweze ikawa nje 27 kwa mujibu wa hadithi nyingine. Kwa hivyo tunachokizungumza hapa, hii shubha iloletwa ukihesabu 1 2 3 maneno 4 5 6 7 utikifika kwenye hia ni 27 kwanza ukihesabu hayo maneno kielimu, ukihesabu kimaskani waweza kupata 27 kielimu, kiarabu kinahau, ukihesabu sio neno 27 35 ndio utalipata ilo hia hiyo ni kwanza ikapembeni. Pili, elimu vitabu havitutaki hivyo, vya vyatutaka tuhimizane sisi usiku wa, wa, wa siku kumi zote hizi mwisho watu wapanie peleka peleka peleka, peleka, peleka, mpaka ramadhani inamaliza ndio tunaweka kalamu chini, lakini hapa halali mtu inshaallah, labda watu tuumwe. Bila hivyo kama hatujaumwa tuko wazima, hapa halali mtu, hakuna habari za kutuambia 27 saba. Tokeni, amkeni, nendeni misikitini, kasimameni na maimamu wenu. Hakuna kuchoka, bembelezaneni na Allah subhanahu wa taala. Watu wamlilie Allah subhanahu wa taala kwa madhambi yao. Watu wamuombe Allah subhanahu wa taala awache huru na moto. Watu wamuombe Allah subhanahu wa taala awakurubishe na pepo. Watu wamuombe Allah tabaraka wa taala awaruzuku tauhid katika mioyo yao. Watu wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku sunna, waifahamu sunna, waishi katika sunna, wafe katika sunna, wafufuliwe katika ahlu sunnati wal jamaa. Usiku tutakesha, tutasoma Qurani, tutafanya adhkar, tutaswali, tutafanya hivi mpaka Ramadhani imalize. Sasa tumwambia ya Rabbi, tumejitahidi kwa kiasi kidogo tunakuomba upokee. Haya ndiyo yangu niliotaka ni kufikishe leo. Ukiona yana faida, yashike. Na ukiona haya yana na faida basi hesabu inna anzalnahu mpaka ufike kwenye hiya pate ishirini na saba kisha tegea mpaka 27. Alafu tutakutana insha Allah mbele ya Allah subhanahu wa Ta'ala, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin <coughs>